Ni wiki nyingine tena, ni wiki ya kimataifa, ni wiki ya shirikisho barani Afrika, ni wiki ya wekundu wa msimbazi Simba, ni wiki ya wanazanzibari kupokea burudani ya kipekee, hatua ya nusu fainali uh, shirikisho moja kati ya mechi ya kihistoria ambayo wanakwenda kuibeba visiwa vya Zanzibar, Pemba pamoja na Unguja, wenyewe wanaita uchumi wa bru. Nimeketi hivi sasa na Dula Heavyweight, kubwa sasa ni kuangazia eh, mengi mazuri kutoka kwa Simba, lakini wapinzani wake wako vipi? Ni watu gani wakuchungwa, watu gani ni hatari? Fadlu anatakiwa ajitahadhari vipi ili kuhakikisha anavuka hatua ya nusu fainali kwenda hatua ya fainali? Heavyweight Dula, yako iko vipi? Kwema, namshukuru mwenyezi Mungu. Bwana mambo anasemaje? Alhamdulillah, jiji letu leo limeamka na mvua nyingi, japo hivi sasa kuna kijua cha neema kimechomoza. Eh, lakini kubwa, heavyweight, watu hivi sasa wana tunaita ule mshawasha, shauku ya kutaka kujua wapinzani ambao wanakwenda kukabiliana nao, watu gani ni hatari zaidi. Umeangazia mengi siku ya jana na tumeyajadili kwa upana. Sasa twende tujikite hapo karibu. Ah, nashukuru, eh, nashukuru, ni jambo zuri kwanza, mm -hmm. Maana umenikurupua kurupua, kurupua. <laughs> <laughs> e, um, umenitoa umeni mbali <laughs> e, e, kabisa. Of course mimi ndo sehemu zangu za kujidai, kwa sababu mimi siku zote kuna kauli yangu huwa nasema kwamba kuna wale wa, wa, watu wa porojo mm. Watu wa porojo muda wao mara nyingi unakuwaga ni ba, ya mechi. Kabla ya mechi oh. Kama hivi yeah. Uh, wanapigapiga porojo na nini eh, eh, alafu ikishafika karibu na mechi tunatakiwa tu-tuongee facts tu okay. Eh, ndio kitu ambacho mimi nakipenda. Sasa ikifika muda wa, facts, muda wa, heavy eh, wa heavy mimi nakuwa natoa data zangu ambazo ni heavyweight facts hizo tunaziita, sawa? yeah, na kuna kauli moja nimeiona mtandaoni mm. kwamba mchambuzi nguli senior huyu Ramadhani Bwaduke alisema kwamba ikitokea Simba Sports Club amefanikiwa kufuzu kwenda hatua ya nusu fainali basi ligi yetu itapanda mpaka nafasi ya tano kwa ubora sawa. Na of course haiwezi kupanda hivi hivi, si umenielewa? Lazima Simba kwanza amtoe Stellenbosch kwenye hatua ya nusu fainali na afike fainali sawa. Uh, sasa huwezi kumtoa tu hivi hivi kizembe kizembe, umeelewa, lazima umjue kwanza mpinzani wako ni mpinzani wa aina gani? mm. Na hapo hapo kwa Ramadhani Mbwaduke yeah. Umeelewa, amezungumza jambo la msingi sana, kusema kwamba kama itatokea Simba amefuzu, basi hata at, yaani kufika finali, sasa atakuwa ameisaidia ligi yetu kuweza kupanda paka eh, nafasi ya tano sawa. Sasa ni ni, ni, ni kibakia hapo hapo ni kwamba eh, eh, kuna watu bado hawatotaka kuleta heshima mm. kwa Simba Sports Club wakishafanikiwa sasa mm. kuipeleka ligi yetu nafasi ya... Nafikiri watu wakate hii clip mm. waihifadhi kwamba Simba, tutumie kama risisi Simba Sports Club mm. akishinda hii mechi yani kwenye aggregate. Okay. final score mm. akaenda final ligi yetu itapanda mpaka nafasi ya tano. ya tano kwa ubora umeelewa? kwa Simba sawa, kwa sababu mbeleni huwa ikishatokea ligi imepanda mm. watu wanafanya kama wamesahau Sawa. Kumbe, mnyama, kumbe na mnyama na mchango. Kwa hiyo hapo hapo kwa, kwa Ramadhani Mbwaduke na mimi naongezea nyama kwamba Simba mwisho wa siku apewe heshima yake, kwa sababu hii mechi Simba anaenda fainali. Sasa naelewa hakuna ubishi mapema, sasa ishaliona sawa lakini nikirudi sasa kwenye swali lako ni kwamba hmm. Kuna wachezaji of course, hata kama unaenda kucheza na mpinzani ambaye uh, unamdharau Uchuku, yeah. Lakini lazima uchukue tahadhari. Huu ni huu ni mpira, hii ni football na kuna wapinzani pale au wachezaji ambao wanapaswa kuangaliwa hmm. Eh, kwa jicho la, la tatu no. Kutokana na no. Uwezo wao uwanjani of course eh. Yeah. of course wa kwanza ni Lehlonolo eh, Bradley Mabeja hmm. jamaa watu wanaweza wakadharau kwamba kwa nini mmemtaja huyu mtu? Ana goli moja kwenye ligi of course, mm. ana goli moja kwenye ligi katika mchezo ambao ulifanyika tarehe 26, mm. tarehe 26 nafikiri match mwaka 2025 hii dhidi ya Polo Kwane City, alikombaini vizuri sana na fullback wake Fawaz Bezedin na kuweza kukeu mpira kwenye far post, umeelewa eh? ya huyu jamaa huyu, Bradley Mabeja, jina lake kwa ufupi tulitaja hivyo ni ni mshambuliaji by the way, na amekuwa na performance na muendelezo wa performance nzuri toka amesajiliwa uh, msimu huu akitokea TS Galaxy. Okay. Sio unanielewa. Kwa nini nimemtaja pamoja na kwamba ana bao moja na ni mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo la ushambuliaji. Mm-hmm. Huyu jamaa ni naweza, ana qualities au ana zile instincts za kuwa mchezaji wa kucheza mechi kubwa. Mm-hmm. Sawa eh? E, kwa mara ya kwanza Stellenbosch wanafika finali ya MTN 8 wanafika fainali kwa mara ya kwanza. Huyu jamaa amehusika kuwapeleka fainali. Of course, katika nusu fainali wamekutana na mfupa mgumu, Mamelodi Sundowns. Mechi ya kwanza, kwa sababu inachezwa katika time mbili, mechi ya kwanza walishinda bao moja sifuri Stellenbosch, uh, uh, bao likifungwa na Fawaz Bazedin kwa mkwaju wa penat, na mechi ya pili wakaja pia wakashinda kwa bao moja sifuri, bao limefungwa na huyu mwamba. Sawa, kwa hiyo uh, sio hakuishia hapo tu, wakaenda fainali wakakutana na Orlando Pirates ambayo ilikuwa ni fainali yao ya tatu mfululizo wakapoteza kwa mabao matatu kwa moja. Kwa hiyo Orlando Pirates wanakuwa wametoa taji hilo la MTN8 kwa mara ya tatu mfululizo ikiwa ni timu ya kwanza kufanya hivyo, lakini katika hiyo fainali ya tatu mfululizo ambao wamechukua inakuwa ni e, kombe lao la nne ndani ya misimu mitano ambao wameshiri wamefika wame, wame, wame, wame, wame fainali maana yake na kuweza kutoa taji, taji mara nne kati ya mara tano za mwisho Orlando Pirates ya. Sawa. Hawa jamaa walipoteza kwa mabao matatu kwa moja lakini bao moja ambao walifunga Stellenbosch limefungwa na huyu Mwamba dakika ya kumi na mbili tu ya mchezo. Sawa. Mm-hmm. Lakini kama haitoshi nafikiri unaelewa kwa Stellenbosch ndo klabu ambayo imefika group stage kwa mara ya kwanza kwenye historia yao, lakini wameweza kufika mpaka finali kwenye debut yao kwenye michuano ya CAF Confederation Cup. Huyu jamaa amehusika kufunga mag magoli katika tie zote mbili dhidi ya Vita Club kwenye hatua za mchujo kabla ya kuingia hatua ya makundi. Yeah, si umenielewa yeah, kwa yeah. Yeah, of course kwa hiyo, kwa tafsiri haraka haraka unapoenda kukabiliana na mwamba kama huyu mm. Yeah, unatakuwa uwe na yeah, of course uwe na heshima na taadhima umenielewa, mm. Na kocha Steve Barker amekuwa akimtaja sana kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao anawaona wana faida kubwa na impact kubwa sana kwenye eneo la la ushambuliaji. Huyu jamaa anajua sana watu wasim-wasimchukulie wasim poa, umenielewa. Stellenbosch wanafika robo fainali, namaanisha nusu fainali katika debut yao ya, katika michuano ya kombe la shirikisho. Wanafika fainali yao ya kwanza kihistoria ya a MTN8, umenielewa. Na wana wana wanaweza kufungwa na Orlando Perez kwa mabao matatu, umenielewa. Na wana wanakuwa ni ni ni timu ambayo imekuwa na wastani mzuri sana wa kuperform e, kwenye michuano mikubwa, sawa. Huyu ni mchezaji ambaye mimi kwa upande wangu kama Heavyweight Dulla nawaambia Simba Sports Club eh, wasije wakamwacha nafasi ya kushu kwa sababu ile goli lake aliyofunga, of course, by the way, ni goli kali sana ambayo limeingia lime kwenye miongoni mwa magoli ma ambayo yanatazamiwa kama kuja kungania tuzo ya, ya goli bora la msimu. Watu wasichukulie poa, sawa? hilo la kwanza. La pili nitalitaja huku nikiwa naendelea kuzungumza hapa, sawa. Of course huo ni wa kwanza, lakini wa pili Anaitwa uh, Devon Titus. Okay, Devon Titus. Of course ni winga huyo menelewa ya ni winga na miaka 24. h uh, ni mchezaji ambaye amefunga mabao sita sofa na assist 4 akiwa ndo kinara kwenye kikosi cha Stellenbosch lakini kwenye ligi of Verona, ni mchezaji wa nne kwenye mbio za ufungaji bora, of course ikiongozwa na Lucas Ribeiro wa Mamelodi Sundowns mabao 13 ee, akifuatiwa na huyu Iqraam Rayners, ambao nilimtaja pia jana katika mazungumzo, aliweka historia yake ya kufunga mabao matano kwenye mechi moja. Of course yeye anashika nafasi ya pili, yuko Mamelodi naye, uh, yeah, of course ana mabao tisa. Watatu anaitwa Dejan Zajmovic anacheza katika kikosi cha TS Galaxy, akifunga mabao nane, alafu anakuja huyu Mwamba Devon Titus mabao sita akitai na Peter Sharulile naye akiwa na, na, na mabao sita. Nafikiri unapata picha ni jinsi gani ambavyo jamani fundi, sawa? Yeah, ni mchezaji ambaye ana performance nzuri alichaguliwa, uh, uh, uh, uh, uh, uh, man of the match katika mchezo wa tarehe 23 Oktoba ya mwaka 2024 dhidi ya Chipa United ambapo hawa Stellenbosch waliweza uh, kushinda mabao mawili sifuri. yeah, alichangia mabao yote, alifunga bao moja na kuassist bao moja na kuchaguliwa man of the match. Lakini by the way, ni mchezaji ambaye aliongoza Eh, Stellenbosch kuweza kushinda ushindi wao mkubwa zaidi msimu huu dhidi ya AmaZulu mm, wakiwa ugenini, unaelewa? Wakimpa, wakimchapa huyo usufu, jina la utani huyo, mabao matano sifuri yeye aliweza kufunga mabao mawili katika huo mchezo. Unaelewa? Okay. Mm. Yeah, kwa hiyo ni mchezaji fulani mzuri sana, lakini kama haitoshi nafikiri kumbukumbu uh, kumbu yake nzuri zaidi inakuja msimu uliopita ambapo aliweza kuchaguliwa, alichukua tuzo binafsi ya uh, mchezaji bora wa michuano ya Carling Knockout. Ingawa uh, timu yao iliweza kuondoshwa kwenye mi, uh, kwenye hatua ya robo finali na Marumo, ma, Marumo Gallants mm, lakini yeye aliweza kunyaka tuzo ya mchezaji bora wa michuano hiyo ya Killing Knockout, okay. Tournament Player of the Year alichukua huyu mwamba si, mm. Umeelewa, lakini kwenye kombe la shirikisho kule jamaa ana bao moja, of course alifunga dhidi ya Luanda, so mm, uh, kule katika mechi ya ugenini kwao. Nafikiri unapata picha ni uh, mchezaji wa aina gani, ni bonge moja la player na kasi, umeelewa, uwezo wa 1v1 E, ana uwezo wa kufunga lakini kuasisti kwa sababu ameshachangia mabao kumi katika michezo 22 kwa sababu nimekwambia mabao sita afu ameasisti mara nne. Nafikiri unapata picha ni jinsi gani ambavyo ni bonge moja la hatari, eh, la mchezaji. Sawa. Ya, na kama hivyo nimekwambia msimu uliopita amechukua timu yake imeishia robo final lakini alichukua tuzo ya mchezaji bora wa michuano ya Carling Knockout. Kwa hiyo nafikiri unapata picha kwamba ni mchezaji wa aina gani. Huyo ni huyo winga. Winga Matata Simba Sports Club. Sawa. Wanatakiwa waende kwa heshima na taadhima, ili ligi yetu iweze kufika nafasi ya tano, basi lazima uweze pia kuwa na heshima dhidi ya watu kama wachezaji kama hawa. Sawa. Ya, huyo ni wa pili kwenye listi watatu, anaitwa Ashley, eh, Cupido. Ashley Cupido, mshambuliaji huyo. Sawa, ametoka katika kikosi cha Cape Town Spurs ambacho kilikuwa relegated msimu uliopita, lakini yeye ndo alikuwa best performer kwenye kikosi akifunga mabao saba na assist moja, pamoja na kwamba timu yake msimu uliopita imeshuka daraja, lakini aliingia kwenye vitabu vya timu nyingi tukubwa, ikiwemo Mamelodi Sundowns. Eh, Kaiser Chiefs pamoja na Orlando Pirates. Zote zilikuwa zinamtaka mchezaji ambaye ametoka kwenye timu ambayo imeshuka daraja mm. Lakini hawa Stellenbosch walimngoa, na ndo mchezaji ambaye anategemewa kwenye eneo la safu ya ushambuliaji ni striker mm. akiwa na mabao yake matano na assist tatu. Maneno mm. mabao matano na assist tatu. Akitoka Devon Titus anafuata kwa mabao ndani ya kikosi cha Stellenbosch. Of course. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye eh, anapidi atizamo kwa jicho. La hey, ni mchezaji mzuri sana umeelewa? ya Yeah, ni mchezaji mzuri sana na bado ana umri mdogo. Ana uwezo mzuri sana wa kupiga mipira ya vichwa mm-hmm, sawa. Ana uwezo mzuri wa kufanya attempt, anajua kukaa kwenye nafasi, na ni mchezaji ambaye anatazamiwa kuja kufanya balaa Mwenero, ingawa bado kwenye kwenye hii kombe la shirikisho hajafunga bao. Lakini unapaswa kumwangalia kwa sababu uwezi ujua akaibukia wapi. Unaweza kashangaa akaibukia eh, e, akaanza kuhesabu uh, mabao yake katika hatua ya nusu finali ikawa changamoto. Simba Sports Club wanapaswa wamwangalie. Eh, unajua mimi mimi uaga nazungumza vitu fulani hivi ambavyo uh, eh hey, yani kwanza naamini na hivi vitu vina faida sana kwa kwa sio kwa Simba tu Uh, kwa faida ya soka letu kwa sababu tunazungumzia timu ambayo inapigania maslahi ya, ya ligi, si unanielewa? Of course mas... nimetoka kukwambia Ramadhani Mbwaduke amesema, sawa. Simba ikishinda na ikafanikiwa kumwondosha Stellenbosch, ligi yetu inapanda. Kwa hiyo Simba inapigania maslahi ya ligi yetu iweze kupanda juu zaidi, sawa. Of course na kuna mwamba mwingine anaitwa Fawaz Bazidin, nimetaja umeelewa, nilikutajia katika mabao mabao ambayo yanaingia yana, yana, yana, yana, yana kwenye kinyang'anyiro cha kuania bao bora la msimu, nikakwambia kuna jingine nitakutajia, ndio linatoka kwa huyu mwamba na of course Mwaz. Fawaz Bazidin ambaye ni fullback wa kushoto. Huyu jamaa bao lake, mimi nakwambia mapema kwamba hili linachukua tuzo ya goli bora la msimu, alilifunga katika Cape Town Derby, umeelewa mm. yeye alifunga katika mchezo wa Cape Town Derby tarehe 25 Septemba mwaka jana mwaka elfu mbili ishirini na nne umeelewa, mchezo wa pili tu wa ligi dhidi ya Cape Town wakishinda mabao matatu sufuri. Bwana ujamaa alifunga bao karibu yadi sitini kutokea kwenye goli na nilikwambia, umeelewa, alikuwa kwenye own half upande wake yeye, wakiwa wanajaribu kushambulia kwenye transition, akajiangalia hivi akaona yeye ndo e, mchezaji mwenye speed kubwa zaidi na ndo yuko mbele kuliko wenzie, kwa hiyo asingeweza ku progress ile counter attack akiangalia kule anaona golikipa wa Cape Town City uh, Craig Martin amesogea mbele nje kidogo ya lango lake akachopu mpira yadi sitini mm. kutokea pale alipo mpaka akafunga bao Bana jamaa sio wa kumchukulia poa. Umeelewa? Mm. poa poa, sio wa kumchukulia, ana wamwangalie, wa ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa mno na ni mkongo of course, ana miaka 28, maanake ana uzoefu wa kutosha, umeelewa mbali mm. na hivyo kwenye ligi ana mambo matatu Menelewa la moja la penalty, lakini uh, usisahau vile vile aliweza kufunga bao la penalty katika mchezo wa uh, knockout dhidi ya MT dhidi mm. ya uh, Mamelodi Sundowns, thidia mchezo wa nusu fainali ya MTN8 nilitaja mm, alifunga uh, bao la penalty umenielewa mm. uh, lakini vile vile alifunga uh, bao na kuasisti katika mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya Stade Malier. Kwa hiyo amecontribute mabao mawili so far. E, akifungana sambamba na Andre Ernest De Jong kwenye michuano ya kombe la shirikisho kuwa na contribution ya mabao mawili, lakini tofauti ni kwamba Andre Ernest De Jong yeye mm -hmm. E, amefunga tu mabao mawili. Huyu jamaa amefunga na kuassisti. Lakini wote wanakuwa wamecontribute mabao mawili. Huyu jamaa naye wa kumwangalia ni mchezaji mm, wa hatari, mchezaji wa hatari. Lakini by the way, lazima niwe mkweli ah, ni, ni baadhi ya wachezaji ambao nimeselect na kujaribu kuwaelezea kwamba ni wachezaji ambao wanapaswa kupewa jicho la ziada, sawa? lakini Stellenbosch ni timu ambayo magoli yamegawanyika gawanyika, unajua magoli 27 wamefunga wa jamaa mm. lakini waliofunga mabao mengi ni wa, yaani mabao kuanzia at least matatu kwenda juu ni wachezaji watatu tu katika hayo mabao 27 ambao ndio Titus eh, Devon Titus ambaye ndio amefunga mabao sita mm. Umeelewa, anakuja kupidwa amefunga mabao matano, alafu ndo huyo Fawaz Bazadini mabao matatu, lakini sehemu zingine zote unakuta wengine na mabao moja moja moja moja mbili mbili. Kwa hiyo huwezi uka predict ni nani anaweza akaamka vizuri siku hiyo na kufunga. Mm. Kufunga bao kwa sababu ana wachezaji ambao wanaweza kufanya attempt. Kwa mfano huyo Andre Ernest De Jong mm. alifanya attempt nje ya box katika mchezo wa Cape Town Derby, mchezo wa Cape Town City dhidi ya Stellenbosch na kuweza kufunga bao ambao assist ilitoka na uh, kwa Jayden uh, Jayden Adams ambaye sasa hivi yuko Mamelodi Sundowns. Ni fundi vibaya mno Jayden Adams, lakini uh, Simba Sports Club washukuru kwa sababu jamaa ameenda Uh, Mamelodi Sundowns. Na labda nikukumbushe katika mchezo ambao huyu uh, huyu nilimtaja Ikram Reyners ambaye alifunga mabao matano peke yake katika mchezo mmoja dhidi uh, ya Polokwane City msimu uliopita, uh, Jaden Adams aliweka pia rekodi yake ya kutoa assist okay. Tatu sawa na hivi, imagine huyu Jaden Adams pamoja na Ikram Reyners, wange wangekuwepo kwenye kikosi cha uh, Stellenbosch Simba Sports Club wangekuwa wa na kibarua kizito. Hapo, yeah, ndo mlimeno si Of course, yani hapo Simba wangekuwa na kibarua kizito kwa sababu mind you huu. Huu mm. eh, Iqraam Rayners anafanya vizuri currently kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns akiwa mm. na mabao tisa. Eh, manake kinara namba mbili kwenye ufungaji bora wa PSL. Ba, no, ni Betway mm. Premiership. Mm. Sawa, nyuma ya Lucas uh, Ribeiro ambaye naye pia ni mchezaji anayeunda kikosi cha mm. Mamelodi Sundowns. Sundowns. Kwa hiyo nafikiri unapata picha ya jinsi gani ambavyo wa jamaa ni hatari ni hatari. Kwa hivyo e, Simba Sports Club hapo, nimejaribu kutoa tu dondoo za baadhi ya wachezaji, lakini wachezaji wapo wengi ambao wanafanya vizuri sawa. E, wapo wengi ambao wanafanya vizuri akiwemo Ibrahim Jabab e, Jabir ambaye, yeye amecheza hapo Stellenbosch, amewahi kuchukua mpaka tuzo ya mchezaji bora e, kichipkizi Manake young player of the tournament mwaka 2021 22 before hakwenda huko uh, panaitwaje, huko huko sijui ni Israeli, huko kwenye Maccabi Tel Aviv huko eh, Israeli, Israeli huko, eh, yeah of course before hakwenda huko na kurejea tena. Huyo ni, ni, of course ni Mnigeria ni mchezaji mzuri sana, naye yupo anaunda kikosi cha Stellenbosch sijamtaja kwa sababu ni mchezaji ambaye amerejea baada ya baada ya na hapati hakuwa anapata sana namba ya kucheza, lakini ni mchezaji ambaye wakati anaondoka alikuwa ni mchezaji mzuri. Imagine Stellenbosch wanapata tuzo ya aina hiyo kwa mara ya kwanza kwenye historia yao ambayo ndio inachukuliwa na huyo Mnigeria eh, Ibrahim Jabir. Nafikiri watu wanabidi wa, wa, waelewe wa wasichukulie poa. Kwa hivyo, eh, kwa upande wangu naona Simba Sports Club wanabidi wajiandae tactically vizuri zaidi kuwakabili kwa sababu, kama alivyotoka kueleza Stellenbosch mabao yao yamegawanyika, wachezaji wenye, wenye magoli uh, mawili matatu plus ni wachache kwenye kikosi. Unakuta wachezaji wengi wanafunga bao moja moja moja, kila mechi na mfungaji wake, kila mechi na mfungaji wake, kila mechi na mfungaji wake. Kwa hiyo muda mwingine uh, unavyoenda kuikabili timu ya aina hiyo ambayo inaweza ikakufunga kwa kupitia mtu yoyote, wanabidi tu wawe makini, lakini wachezaji wa kuchungwa zaidi kwenye kikosi ndio ni wao niliowataja, akiwemo huyo Fawazi Bazedin ambaye ni mzuri zaidi kupiga mipira ya kona, penalty taker mzuri, mchezaji mwenye dribbling skills nzuri, menelewa wakina Kupido, wakina divo, uh, Devon Titus ambao ni wana wanaspidi, au ni wachezaji ambao Simba Sports Club wanabidi wawaangalie kwa udi na uvumba.